Katika kizazi chenye kelele nyingi, sauti ya maono haipotei. Hapa tunaenzi, tunaadhimisha, tunasherehekea, tunapiga makofi kwa ajili ya wenye maono husherehekewa. Historia ya God's Blessing kama ambavyo umeuliza kwenda kwa kizazi hadi kizazi, kwanza hii kampuni mpaka tukaita hivyo jina la God's Blessing ni kwamba tulikaa chini tukapanga, tuliangalia kwenye familia zetu, histori za familia zetu, kulikuwa kuna vitu gani, kwa sababu wazee wetu walishindwa kuendeleza vile ambavyo vitu wa Mungu alivyowapatia kwao, sisi tulitaka kuangalia kuna kitu gani ambacho Mungu aliweka kwenye familia zetu, ambapo wazee wetu walishindwa kuviendeleza mpaka sisi kuvifikia. Kwao sisi tukaanzia pale ambapo wao waliishia, tukaangalia kuna vitu gani ambavyo vilikuwepo kwenye familia zetu, lakini mpaka hivi sasa bado vimeshindwa kuendelea. Kwa hiyo tukakaa chini tukaangalia kwenye familia yangu na kwa familia ya mkurugenzi meza kuna vitu gani au kuna biashara gani ambazo walikuwa wanazifanya mpaka zikashindwa kutufikia sisi mpaka tukamo sisi tukamo sasa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo tulikana hilo wazo, mimi nikauliza historia etu, ya kwetu na yeye akauliza historia ya kwao. Kwa sababu kitu chochote ambacho Mungu anakiweka kwenye familia kinakuwepo, hakipotei. Yani kinakuwepo kizazi hadi kizazi, ni kwa sababu tu labda wazee wetu zamani walishindwa kuendeleza yale mawazo ambayo Mungu alipatia. Kwa hiyo tulivyokaa chini tukaja na majibu sita. Mimi ni kuja na vitu sita na yakaja na vitu sita. Ni maono usheherekewa. okay, kama ambavyo umesema ya kwamba wazo wa, mlipata wazo na mkaamua rasmi kuanzisha God's blessing mm -hmm. 2024 mm -hmm. na ukasema kwamba baadaye, sasa sasa hivi wazo linafanya kazi lina operate? mm -hmm. kwamba unavyokuwa na wazo umelipata, mm -hmm. ndio wazo liko mezani izito operate no. au lina operate? ukishaanza kuona materials ya maana, yake ukishaliweka sasa, unajua, kwenye naweza nikakwambia kwenye kampuni kunakuwa kuna phases, kunakuwa kuna, kuna, kuna stage. Yes. kunakuwa kuna stage, kunakuwa kuna primary stage. Yes, ambaye ndo mwanzo ilo wazo linapatikana, kuna ishu za registration, mnafanya. Yes, baada ya kufanya registration sasa hapo mnaanza sasa kuliingiza kwenye, kwenye operation ndio. Okay. Labda nikupe mfano uh, tuanze na, na catering, si ndio? Yes, umeshakuwa na wazo? Okay. This is wazo langu nataka kufanya catering services ndio. Yes. Manake sasa lazima ujue unafanya katika kwanza katika level gani? Wateja wako ni kina nani? Yes? Yeah. Sasa ukishajua aina ya wateja ambao utafanya nao kazi sasa, okay. Utamfikia vipi huyo mteja wako? Yes. Yeah. Lazima ujue pia yule mteja, sio kwa sababu ni wengi wanatoa services, si ndio? Lazima uangalie ni wengi wanatoa services ya catering. Sasa, je, kumwangalia yule mteja huyu uh, mteja wangu huyu, ndio mteja wangu nitafanya naye kazi. Let's say wewe, si ndio? wewe ndio mteja wangu sasa, yeah. Ntaangalia ni aina gani ya service ambayo wewe unahitaji kwa mm -hmm. yes, so, sababu catering services ziko nyingi, ntaangalia aina gani ya service sasa. Kutokana na hiyo service ambayo wewe unaitaka sasa, mimi sasa ndio narudi kwenye kujipanga, nini niwe nacho ili niweze kutimiza service ambayo we unahitaji ndio, yes. Kwao nitakachokifanya sasa, baada ya kufahamu sasa, inarudi kwangu, lazima niangalie ye capital nayo ya kuweza ku, kufanya hii service ya yeah. Sababu wazo tayari lipo nayo yes capital nayo yes. capital nayo ya kuweza kufanya hivi yes. Kama una unaangalia au unaipata ile capital, baada ya hapo sasa unaangalia sasa haya, hau naanza manake okay, catering services ambayo unahitaji ni lini unahitaji. Je, kama ni ya muendelezo? Kwa sababu kwenye catering unakuta labda kuna mwingine anahitaji kwenye sherehe, kuna wengine wanahitaji za muendelezo. Yes, kaw, kwa sababu, mwendelezo isikawa muendelezo, mwendelezo unamaanisha mfano Mwishye kufanya catering service ya kampuni ambayo inakuwa ni yenye mwendelezo na kwa yenye mwendelezo, maana yake kampuni inamaanisha kuwa chakula wanahitaji kwenye kampuni. Yes, chakula wanahitaji maana yake unawapelekea. Maana yake sasa, ukishajua uhitaji, imerudi sasa kwako kwa capital, ukajiona kwa okay, capital ni nayo. Sasa inakuja sasa vitu gani unahitaji wewe wewe kuwa navyo, tapati from yule anaye anaye, kuna nini, anaye kusupplier, anaye unemsupplier, vitu gani unahitaji kuwa navyo, ndio Ah, unajiangalia okay vitu ambavyo unahitaji kuwa navyo, buffet na itafikia. Yes, na buffet kama zitahitajika. Ya, kama okay, kwa sababu unaangalia pia ni katika scale ipi unahitaji kuifanya okay. Kama yes, majiko nini, vitu vyote unavyo. Yes. Kama utakuwa navyo, sasa inaingia sasa kwenye kuanza ku, kuitoa service yako. Ya. Sasa na kuna kwa kuna ugumu, kuna kwa kuna ugumu mwanzoni. Kunakuwa ugumu kuna mwanzoni, kwa sababu unaanza kutoa service, kunakuwa kuna changamoto afu vile kunakuwa kuna, bire bire, kuna, kuna feedback kutoka kwa wale ya unaowasupplyia, kule unawapelekea. Kwa hiyo kitu kizuri kama nilivyosema mwanzoni eh, service zetu ni sustainable, maanake tunapokea feedback kutoka kule kwa wale wanaotufanya nini tu -tuna wasupplier, tunazidi kuboresha, tunaboresha huduma yetu sasa yes. Manake sasa kwenye stage operation, narudi kwenye swali lako sababu nilikuwa naelezea. Manake stage ya operation nao isemea sasa manake service yetu sisi tayari tunatoa service. Yes. Stages, stages za nyuma primary stage zote tushapita. Yes. Naweza nikasema sasa hivi tuko kwenye expansion phase. Tuko kwenye expansion phase kwa sababu aina ya wateja ambao tunahitaji kuwa nao tumeshawajua wateja wetu ni wakina nani. Yes, tumeshawajua wateja watu wakina wa nani, na sasa hivi tuko kwenye ku expand. Sasa tuna expand, tunaangalia okay, je, yeah, hawa aina ya wa wateja au nitafanya nao vile vile, kuangalia wateja wa wengine. Kwa hiyo tuko kwenye expansion phase. Yes, tuko kwenye phase ya ku expand yeah. Mwana wa Mungu unayetizama kipindi chako kizuri kabisa cha Wenye Maono Husherehekewa, kujua moja kwa moja kwamba kipindi hiki kinakujia moja kwa moja kwa udhamini wa Joyous Heritage, juisi nzuri ya matunda kwa ajili ya afya yako, na lazima kuacha tabasamu kama unaloliona tuko nalo katika kipindi cha leo. Nirudi kwako, labda mama kidogo, ulizungumzia swala nzuri sana la kwamba uh, God's blessing uh, mmefanyika mmefanyika baraka, mmefanyika baraka, na labda nikipenda kufahamu mmefanyika baraka kwa kina nani, kwa sababu ninaamini kwamba kama wana wa Mungu ninyi ni baraka kwa mwili wa Kristo? Labda ni mwili wa Kristo, mm. Yes. Ndio mnaobariki au hii mmefanyika baraka ina mipaka gani? Okay, sisi tumefanyika baraka kwa sababu kwanza Mungu ametubariki sisi. Kwa hiyo Mungu ametubariki sisi ili na sisi tuweze kuwabariki wengine. Tunawabarikiji? Ndio kwa hivyo ambavyo tunavyotoa huduma. Kwa hiyo tunavyotoa huduma tunabariki wana wa Mungu ambao tumeajili pia wana wa Mungu wenzetu. Wana wa Mungu nao wamefanyika baraka kwenye kwa, kwa sababu tumewaajili na tunawalipa. Kwa hiyo na wao wana vitu ambavyo wanavifanya kwa kupitia hii kampuni yetu, na pia <laughs> pia tunabariki dunia kwa vile, kwa ile huduma ambayo tunatoa huduma, kama alivyoelezea mkurugenzi meza, tunatoa huduma ambayo ni nzuri na kwa uaminifu zaidi na eneu bora kwa mfano utakukaribisha uje ule chakula chetu, utaona utofauti na sehemu nyingine. Tuna ubora kwenye chakula, testi like, na like kila kitu kwao. Sisi tumefanyika baraka, tunabariki dunia, tunabariki watu. Kwa mfano tunabariki familia, na maana tunapoajili watu, tunapowalipa na wana familia zao, familia zao pia zinabarikiwa. Tunapofanya vitu, labda tunafanya manunuzi, tunalipa kodi, taifa pia nalo linabarikiwa tunafanya vitu vingi kwenye logistic, tunavyotoa huduma za usafirishaji, tunavyoajiri watu, hiyo equipment kwamba tunaajiri wafanyakazi, na mna, tumebariki familia nyingi sana kwa kupitia wale watu ambao wanafanya, tunawaajiri. Tuna pia tunafanya vitu vingine vyote ambavyo vinafanya ndani ya kampuni yetu, ni baraka kwa dunia, baraka kwa wale ambao tunawatolea huduma, na baraka hata kwa wale ambao tunafanya nao kazi. Ndivyo ambavyo sisi kampuni yetu inavyofanya kazi na inavyobariki dunia na watu wengine na kwa mwili wa Kristo pia kama hivyo, ili wazo au kampuni ni wazo kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo kila tunachokifanya, tuna kwa uaminifu kabisa tunamtolea Bwana fungu la kumi na mbili, kwa hiyo pia na <laughs> <tume> bariki... <laughs> kwa hiyo ni hayo tu kuna baraka, kwenye ifanyika baraka. Labda nizungumzie katika swala zima la maendeleo, kwa sababu ukiwa kampuni, tunaamini kwamba wewe ni mdau mkubwa sana wa maendeleo hasa ya nchi na serikali Labada ukiachana na swala la ajira, kuna mchango wote ambao nadhani God's blessing inaibariki sana serikali na nchi ya Tanzania yeah. Yeah, recently, naweza <coughs> nikasema ni sisi ni walipaji wazuri wa kodi yeah, sisi ni walipaji wazuri tumekuwa tukilipa kodi tukifata procedure zote za ulipaji kodi maana yake yeah, tulifanikiwa pia tuna mashine za eh, EFD Yes, kwa ajili ya malipo yes, kwa ajili ya VAT, sababu of course tumeshafanya kazi na makampuni makubwa kusupply, yes, chakula ya kufanya service za catering ya maana yake, procedure zote za ulipaji wa kodi VAT zilikuwa zinafuatwa, zilikuwa zinafuatwa vilevile. Kwenye juu ya hilo pia tumekuwa ni wazuri kwenye utunzaji wa mazingira. Okay. Ya tunahakikisha utunzaji wa mazingira na ndio maana tumeizungumzia sustainability. Ukiona kwenye vipaumbele vyetu, sustainability ni muhimu, kwa hiyo tunahakikisha katika kila tunachokifanya, tunahakikisha tuna, tuna protect mazingira. Kipindi ni Wenye Maono Hushereheke­wa kinachokujia hapa hapa Sonship Spirit TV, kila siku ya Jumatano saa kumi na mbili jioni. Ukikosa kipindi hiki utakosa mambo mazuri bwana. Vijana wengi tunaogopa sana kwa Uh, kuingia kwenye familia lakini naona kuna mambo mazuri sana kwenye familia. Kwa kweli nimekuwa mfano mzuri sana kwetu, ninaamini kwamba watu wengi wamejifunza kwamba kwenye familia tunaweza tukapata vitu vizuri sana. Labda turudi nyuma kidogo kuzungumzia God's Blessing. Tumeangalia mchakato mzima ambao umeleta shughuli zote au servisi zote zinazotolewa na God's Blessing, lakini kuna kiini chochote au sababu yoyote ya kwa nini mkaita hii God's Blessing? Kwa nini jina God's Blessing?